Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur ambaye ameumba kifo na uhai ili ya kujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye kutenda vitendo vizuri zaidi na yeye allah ndiye khasa mwenye nguvu kubwa mwenye kusamehe sana

Basi rudisha macho uangalie uumbaji wa Allah, je, unaona kasoro yoyote? Thumma arji'il basara karratayni yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Alafu rudisha tena macho mara mbili ili uhakikishe, macho yako yatakurudia yakiwa yametahayari na kunyong'onyea sana.

adhabu ya moto wakao kwa nguvu. walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. Na kwa walio mkufuru mola wao mlezi, ipo adhabu ya jahannam, na ni marejeo maovu yaliyoje hayo. Itha ulqu fiha samiu laha samiu laha shahiqan wa hiya tafur watakapotupwa humo watausikia mgurumo wake na huku inafoka kadu tmyzu mn alghir klma ulqya fiha faujun slhm khazanatha alamytikum ndhir, unakaribia kupasuka kwa hasira, ila mara litakapotupwa humo kundi, walinzi wake watawauliza, je, akukufikieni mwonyaji? bala qad jaana nadhir fakadhabna waqulna waqulna ma nazzala Allahu min shay' in antum illa fi dalalin kabir, watasema naam, walitufikia waonyaji, lakini tuliwakadhibisha na tulisema Allah hakuteremsha chochote nyinyi hammo ila katika upotevu mkubwa tu. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, na watasema kama tungalisikia au tungalikuwa na akili hatungekuwa katika watu wa motoni. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabi as-sa'ir Wakakiri dhambi zao, basi kuangamia ni kwa watu wa motoni. innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir, hakika wanaomwogopa mola wao mlezi kwa ghaibu watapata msamaha na ujira mkubwa. Asiru kawlakum awi ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur, nafanyeni siri kauli zenu au zidhihirisheni, hakika yeye ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Ala yalamu man khalaka wahuwa llatifu lkhabir, asijue aliyeumba naye ndiye mjuzi wa l -l l umba, siri au mwenye kuendesha mambo kwa upole, mwenye habari huwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur, yeye ndiye aliyeidhalilisha ardhi kwa faida yenu, asitembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki zake ye, na kwake yeye ndiyo kufufuliwa. amintum man fi ssamai an yakhsifa bikumul ardhi fa idha hiya tamuru, mnadhani mko salama kwa Allah aliyoko mbinguni kuwa hatakudimizeni kwenye ardhi, na tahamaki hiyo inatikisika. Amamintum man fi lsamai an yursila alikum hasiba fasatalamun kayfa nadhir, au mnadhani mko katika amani na Allah aliyoko mbinguni kwamba hatukutumieni kimbunga chenye mawe ya shangarawe? Basi mtajua vipi maonyo yangu.

saffati wayaqbidh ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shayin basir. Je, hawaoni ndege juu yao wakiwa wakikunjua na kukunja mbawa zao? Hakuna anayewashikilia isipokuwa Allah mwengi wa rehema, hakika yeye ye, ni mwenye kuona kila kitu.

Ahda man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ye, anayekwenda kifudifudi kwa uso wake ameongoka zaidi au yule anayekwenda sawasawa kuelekea njia iliyonyoka?

Sema yeye ndiye yule aliyekutawanyeni aliyewaongozeni kwenye ardhi na kwake mtakusanywa. yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, na wanasema ni lini hiyo ahadi ya kufufuliwa mkiwa ni wasema kweli. innama alilm inda Allah wa innama ana nadhirun Sema, hakika ujuzi wake uko kwa Allah na hakika mimi ni muonyaji tu mwenye kubainisha. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un, basi watakapoiona adhabu ya kiyama inakaribia zitahuzunika nyuso za wale waliokufuru na itasemwa hii ndiyo ambayo mliokuwa mkiiomba. araitum in ahlakani Allah wman maya au rahimana faman yujiru lkafirin min adhabin alim. Sema, je mnaonaje, ikiwa Allah ataniangamiza na walio pamoja nami au akitorehemu basi ni nani atakayewakinga makafiri na adhabu yumizayo? qul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasatalamuna man huwa fi dalalin mubin, Sema yeye ndiye mwenye huruma, tumemwamini na kwake tunategemea. Basi karibuni hivi mtakuja kujua ni nani ambaye yumo katika upotofu wa wazi. Qul araytum in asbaha maukum ghauran faman yatikum bima main, sema niambieni, yakiwa maji yenu yamedidimia, basi ni nani atakayeweza kukuleteni maji ya chemchemu ya tiririkayo?